ya pili mara baada ya kauli ya serikali kutoka kwamba shughuli za kijamii ziendelee katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Tanzania mara baada ya vurugu ambazo zilitokea siku ya Oktoba 29, lakini pia Oktoba eh, 30, ambazo zilipelekea mpaka baadhi ya shughuli eh, kusimama ikiwemo shughuli za uuzaji wa mafuta hapa katika mkoa wa Shinyanga katika maeneo baadhi ikiwemo wilaya eh, ya Kahama kule, eh, vurugu zilitokea ambazo pia ziliasiri katika maeneo baadhi ya mkoa wa Shinyanga ikiwemo katika ya Shinyanga nimepita na kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara wakiwemo bodaboda, ambao boda wanakwenda kuzungumzia mara baada ya shughuli za kijamii kuendelea katika maeneo mbalimbali ikiwemo uuzaji wa mafuta, ipi tija mara baada ya serikali kutoa kauli hiyo. Jina naitwa Jackson Masere, natokea mitaa ya Ndara Masekero. Kwa kweli, kwa changamoto iliyojitokeza sisi kwa upande wa maafisa ya usafirishaji maarufu kama bodaboda boda. Kwa kweli, tuliasirika kwa kiasi fulani, hasa kutokana na hii changamoto ya kukosekana kwa mafuta, kwani mafuta ndio kila kitu, ndio kitu ambacho kinatufanya sisi tupate wateja ili tuweze kukidhi mahitaji yetu. Kwa hiyo kwa changamoto hii ambayo tu, sisi kama Tanzania tumeionja, huwa tunaisikia sikia tu kwa wenzetu kwa kweli kuna umuhimu wa kuitunza amani ya nchi. Sisi uh, kwa kipindi kifupi tu hiki kwa kweli tumeweza kuonja joto la jiwe na tumegundua kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa kuitunza amani tulionayo hapa nchini, kwani tumekosa mahitaji yetu muhimu. Lakini jambo ambalo tunashukuru kwa sasa, hali imeendelea kuwa vizuri. Mafuta yanapatikana kwa wingi, sheli zimefunguliwa. Eh, mwitikio wa wateja bado, e, bado watu sio wengi sana mtaani kama ilivyokuwa hapo awali, labda tunafikiri baada ya muda watu wataongezeka mjini na tunaendelea kupata wateja wetu kama kawaida. Baada ya serikali kutoa tamko kwamba shughuli za kijamii ziendelee, tumenufaika kwa kiasi kidogo kwa sababu tunafanya biashara kwa kiasi kidogo. Majina anaitwa Talki Sefu Kiakala, ni bodaboda hapa kituo cha mazingira center, afisa usafirishaji. E bana, kuhusiana na swala zima la uchaguzi huu uliopita, tumepata shida sana sisi kama bodaboda, kama maafisa usafirishaji. Moja ya changamoto kubwa sana ilikuwa ni kutokuwepo kwa mafuta, vituo vya mafuta vilifungwa hapa mjini Shinyanga watu walipata shida sana na sisi afisa usafishaji, ilibidi tukae ndani kwa sababu ya uhaba wa mafuta. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu e, serikali yetu ya awamu ya sita imeliona hili, uongozi wetu wa mkoa wa Shinyanga umeliona ume hili, sasa hivi tunapata mafuta na maisha mengine yote yanaendelea. E, niombe tu kwamba uvunjifu wa amani usitokee tena kwa sababu uvunjifu wa amani ndio uliosababisha mpaka haya yote yakawepo. Lakini kwa sasa hivi hali ni shwari. Sisi tunapiga kazi, mafuta yapo, mamantilio wanapiga kazi, sokoni wanapiga kazi. E, basi na maisha yote yanaendelea. Ndugu, labda pengine kuna umuhimu gani sasa wa wananchi kuendelea kutunza amani ya nchi? Umuhimu upo, umuhimu upo kwa sababu sisi wenyewe tumeona hizi siku tatu nne, kila mwananchi nadhani mwenye kuona ameona mambo yalikuwa magumu sana, tulikuwa hatutoki na kumekuwepo tena na tahadhari kwamba watu walale saa kumi na mbili, lakini jana wameruhusu mpaka saa sita usiku. la, pengine kuendelea itakuwa ni free, sasa kila mtu awe free. Eh, kwa hiyo amani ni muhimu sana, ni kitu cha kwanza kuitunza amani. Sisi kama bodaboda, maafisa usafirishaji, tunajituma sana kuhakikisha tunaitunza amani yetu ya Tanzania. Na hayo ndio ambayo wameyaeleza baadhi ya wananchi kutoka katika maeneo haya ya Manispaa ya Shinyanga mara baada ya kauli ya serikali kutoka kwamba shughuli za kijamii ziendelee, zile ambazo zilikuwa zimesimama kutokana na kuwa na hofu ya kwenda kuasilika kwa namna fulani ama namna nyingine. Na hii ni Rindimo Media kutoka Shinyanga, jina langu ni Agostino Daudi.